Bwana asifiwe yes. Yes, leo neno ambayo nataka ituongoze kwa sasa inatoka katika Zaburi ya 42 na na mstari wa tano. Biblia inasema nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Na Mungu alibariki neno lake Amen. Hii dunia kuna mtu mmoja tu peke yake anaweza kugeuza mambo yetu. Mambo mengi yanaweza kwenda mbaya. Mambo yakienda mbaya, watu wanavunjika moyo, wengine wanakosa matumaini na watu wengine wanasumbuka wakati mpango haiendi vile unatarajia. Zaburi hii ya arobaini na mbili iliandikwa na wana wa Kora kwa wana wa Israeli ambao walikuwa mambo yao imeenda kombo, walikuwa Babeli, hawana matumaini, watu walikuwa wakiwachekelea, lakini akasema Mungu ndiye anageuza hali na watu. Kwa hivyo sisi, jambo la kwanza, wacha nafsi yetu isikate tamaa mwaka huu wa 2026 nawaambia msikate tamaa. mm -hmm. Never give up kwa sababu it will not remain like this forever. Haitabaki hivi milele, hata kama umesumbuka, utasumbuka siku zote, Mungu atageuza mambo yote katika jina la Yesu Kristo. mm -hmm. Nafsi yangu usikate tamaa, nami nakwambia nafsi yako isikate tamaa. Jambo la pili, wacha nafsi yako isikate tamaa kwa sababu Mungu atafanya kitu kipya mwaka huu. Mungu wetu abadiliki, yeye ndio yule jana leo na hata milele. Neema yake na rehema zake ni mpya siku zote. Kitu cha pili, nataka uongeleshe nafsi yako na kuiambia kwamba Mungu, mbona unakuwa dhaifu? Mbona unainama? Na Mungu yuko kama Mungu yuko bado, mambo yatageuka kuwa mzuri. Haijalishi unapitia nini, usiiname, usivunjike moyo, usichoke, usisumbuke. Mungu yuko pamoja nasi. Jambo la mwisho, nafsi yangu, weka matumaini kwa Bwana. Nakwambia ukiweka matumaini kwa Bwana, utapata wokovu. Ukiweka matumaini kwa Bwana, njia inafunguliwa. Ukiweka matumaini kwa Bwana, unapona. Mungu wa amani awabariki. Sisi tunarudia kusema yala machut. Asante sana. Karibu. Tumekula, tumekunywa. Wacha twende tuone wengine na tu